Ndugu waandishi wa habari wa karibuni sana eh, bodi ya filamu, na karibuni sana katika ukumbi wetu wa mikutano ya bodi, wa, mikutano wa bodi ya filamu, na nipende kuambia siku zote eh, bodi ya filamu imekuwa ikitambua mchango wenu mkubwa ambao mnautoa katika kuhakikisha kwamba vipaji vya wanatasnia wetu wa filamu na michezo ya kuigiza ah, vinaweza kuwafikia walaji ambao ni eh, watazamaji wetu. Tumewaita hapa eh, kubwa kabisa kuwapa hatua zinazoendelea katika maandalizi na utayarishaji wa tuzo zetu za filamu Tanzania Tafa, kwa sababu kumbuke hizi ni tuzo kubwa kabisa kimsingi, kwamba ni tuzo ambazo zinasimamiwa na serikali kupitia bodi ya filamu, lakini zinaendeshwa na wenzetu wa studio 19 ambao ndio wazabuni wa kuendesha tuzo hizi. Tuna siku chache tu kuelekea kwenye kilele cha tuzo hizi. Tuna siku saba tu eh, kabla kufikia kilele na nawathibitishia kuwa maandalizi ya tuzo hizi ni ya moto sana. Tumeona ushindani ambao hatuweza kuona huko nyuma, ushindani ni mkubwa aa, katika tuzo. Majaji wanapata kazi kubwa ya kufanya na wanatumia weledi mkubwa kuhakikisha kwamba yale yote yanayofanyika uh, uh, katika kuhakikisha kwamba uh, tunapata washindi bora yanafanyika ipasavyo. Na niwaambie, jopo la majaji ni jopo kubwa, ni jopo lenye weledi, lenye wataalamu, lina chief jaji ambaye ni mtaalamu kabisa, lakini pia lina wajumbe ambao wamechukuliwa kutoka katika maeneo yote yanayounda utengenezaji wa filamu. Naendelea kuwahamasisha wananchi, wapenzi wetu wa tasnia yetu wa filamu na michezo ya kuigiza nchini kuendelea kupiga kura hususan katika zile tuzo mbili ambazo zinahusisha upigaji kura wa moja kwa moja. Tuzo hizi zimekwisha anza kupata sura ya kimataifa kwa sababu niwaambie tuna filamu nyingi kutoka mataifa ya jirani. Kwa mfano filamu nyingi kutoka Kenya, filamu nyingi kutoka Uganda, filamu nyingi kutoka Kongo, na kutoka nchi nyingine za Afrika Mashariki pamoja na Rwanda na Burundi. Kwa hiyo inatupa sura kwamba tamasha letu la filamu uh, latafa na tuzo zake za tafa. Hizi tuzo zimebeba sasa sura ya kimataifa, sura ya kitaalamu, ambapo ukipata uh, tuzo katika, uh, katika tuzo zetu za tafa, maana yake ubora wako unakuwa ni ubora sasa wa kimataifa ambao utakupa nafasi kubwa ya kuweza kufanya kazi za kimataifa na watu wa kimataifa kukutambua kwamba wewe ni sehemu moja ya watayarishaji bora wa filamu uh, waliopo uh, katika dunia hii. Tukumbuke, kwengine, kategori zote zinachaguliwa na, na majaji, majaji wanatumia weleni. Lakini hizi mbili zinawahusisha wananchi katika kuamua yupi kwao ni mshindi wao. Kwa hiyo tumeongeza siku mbili zaidi za kupiga kura, ili kuhakikisha tunaendeleza msimko mkubwa, lakini kuwapatia pia nafasi kubwa wananchi kuendelea kupiga kura na kuhakikisha kwamba wanamchagua mtu wanayempenda kuja kuwa mshindi wa tuzo za uh, tafa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana mapenzi kwenye tasnia hii, ana mapenzi kwa nyinyi vijana ambao mnafanya kazi ya kutumia ubunifu wenu kupitia teknolojia na sanaa, hususan filamu na michezo ya kuigiza. Kwa hiyo ni nafasi yenu kubwa kuweza kuona hii fursa inayotolewa na tuzo za filamu Tanzania, ambazo nimesema ni tuzo saizi na alama ya kimataifa, uweza kuzitumia na kuhakikisha kwamba e, mnafika uh, mbele na mnapata ithibati ya ubora ambayo itaendelea kuwakuza kibiashara na kufanya vipaji vyenu viwe ni sehemu ya kutengeneza uh, hali kubwa ya kiuchumi kwenu nyinyi binafsi, lakini kuendelea kuitangaza, kulitangaza taifa letu na moja kwa moja pia kuendelea kuongeza uchumi wa nchi yetu kupitia sekta yetu adhimu na tamu ya filamu na michezo ya kuigiza.